Oria na waambia kama mwezi koma Kenya mtaikoma. Mimi nataka niwaambie Ruto kama mwezi safirisha hao maoria waende kwao. Sisi kama wa Kenya tutaenda tutatenda door to door. Viboko wakiingia kwa basi wakaenda kwao. Viboko wakaenda kwao na tunaanza na Junet. Junet ameiba ameiba Migori amemaliza. Unapata atri Raila anatoa oria Somalia analeta aende asimame Migori. Yaani hujalioni watu wanauma kuzaliwa. Migori, wanauma kuzaliwa. Bwana nataka niambie Oria kila mtu asimame kwa mlango ya mama yake. Na mimi nataka niambie Ruto. Sisi tuwezi kubali. Watu wametoka Burundi, wametoka Rwanda, wametoka sijui wapi. Wao wanakuja ku control Kenya. Na sisi wa Kenya wenyewe hatuna kazi. Unapata wewe una kazi, Mburundi Burundi anatambia na kakao kwa hiki kiwanja. Nataka niambiwa Burundi kutoka kesho, nikuwapate mkuuza kahawa hapa, nitakunywa kahawa yenu bure. Na kuna pale mtanipeleka. Nikipata Uria amefungua duka ya suti, nitachukua suti ama nichome. Na kuna pale mtanipeleka. Hadi mnachukua bendera ya Kenya, mimi moja nikuambia Uria. Hakuna kitu watu wameheshimu Kenya kama bendera. Wakati wana, wana wanatambusha wana bendera, hata kama wewe ni nani, lazima usimame. Alafu unachukua bendera unakanyaga, na kuambia, on, on, on Sunday, oria mwende kwa hiyo mpira, mtajua kwa umbo nini. Tutawatandika. Mtu mwenye anakula mchele ajue maana ya ugali, anakuja kujele wa Kenya. Nataka nikuambia William Samoei Ruto, nataka uanze na Duale uanze na huyo mwingine akosuna. Kwanza Duale ni biboko, akiendanga kwao. Aenda ibe kwao. Atazo kama kila mtu anenda simame kwa mlango mlango yake. Pale hiyo kiti ya junior naenda kuchukua suna. Naenda kusimama suna. Hakuna Musa, oria yeyote anataka apatiwe kiti hapa. Kwa sababu tumeona hawa watu wametubeba kama matako zao. Waende wasimame kwao. Na mimi nataka niwaambie oria, hakuna mtu mubaya kama oria. Mimi, kuna wakati nilikuwa nafanyia oria kwa garage. Atoria kukichelewa kazi, anakutolea bunduki, anataka kukuua, kwambia rudi kwa mlango <laughs> yako. Atoria hawa atukwa mama zetu, anaenda kuafulia, akimuuliza mshara anamwambia alale na yeye ndio amlipe. Hiyo haiwezekani. Mimi nataka nikuambia, hapo isini tutaanza maandamano, wao rudi na wasafirisha waende kwao. Na kama mwezi respect Kenya, nawaambia ukweli wa Mungu, mnaenda kwenye raundi raundi, mmekanyaga waya stima. Tunachukua hizo nyumba hata mimi sina nyumba, naenda kuchukua ghorofa moja ilikuwa yangu atio. <laughs> <laughs> ukitaka kujua watu wako na roho mbaya, unapata oria, huwezi kutongoza msichana wao, akikupata anakukimbiza. Mimi nitatongoza oria na hata sitaki mtumwenyajuatogoa parfum, parfum, parfum, mtu ananuka parfum ndo amenuka. Bwana bwana, mmenikasiria shana. Oria lazima mrudi kwenyu, na mimi nataka niwaambie wa Kenya 2027 unajua okay. Ruto kwa sababu hataki waria aende, anajua waria watampigia kura, na sisi tunataka tuambie Ruto, hata ukuwe na waria, hata ukuwe na nani